arifa hiyo. Mkoani Morogoro, jeshi la polisi limewashikilia watu wawili kwa tuhuma za kusafirisha gunia tano za bangi kutoka wilaya ya Mvomero na kuelekea Dar es Salaam kwa kutumia gari aina ya noa lenye namba za usajili t 996 BYC. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Leonard Paulo amewaambia waandishi wa habari, eh, kuwa watuhumiwa Hamisi Saidi mkazi wa Melela na Lisnes Jackson mkazi wa Mafiga walikamatwa katika kata ya Mafiga wakiwa katika harakati za kusafirisha shehena hiyo ya dawa za kulevya kuelekea jijini Dar es Salaam. Polisi walipata taarifa kwamba kuna bangi inasafirishwa oka wilaya ya Mvomero maeneo ya Melera kwenda Dar es Salaam. Polisi walijipanga na waliweza kukamata gari T996 T996 BYC Toyota Noah. Aidha, Kamanda Paulo pamoja na kuwashukuru wananchi waliotoa taarifa zilizofanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao, amewaomba raia wema kuendelea kutoa ushirikiano kama huo kwa jeshi la polisi dhidi ya vitendo vya uhalifu ili kuvitokomeza kabisa.